Usikasirike jamani, kinzihaton ni niache. Lakini mke wangu, ujaribu kunielewa basi. Okay, ngoja nimpigie hizo, ili niongee naye hapa sasa, nadhani utaamini kwamba hiki ninachokisema na, e okay. kwa na maanisha

kwa <coughs> ka umekapo unajiwazishawazisha nawazani <coughs> yeah. Aki ya Mungu mwaka wakwako kwa umekapo umekaa unawaza una, unawaza unakumbuka kwamba mi kuna pesa ya watu yarejesho hujanipatia mi. Nilikwambia pesa yako nakupa, yaani kuna kitu kimejitokeza yaani ndio kimesababisha hivyo timu hizo

nilikuwa nimemwamini kinoma. Yani maniu ndo hivyo tu. Ni maniu maniu maniu, babako anakupa hela maniu. Penzi, nikakupa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, nilipigana peke yangu nisije kupoteza. Broken love, moyo wangu umechoka. Broken trust, kutegemea haya, kila siku napambana kutafuta mwanga, lakini mapenzi yetu yamevunjika. Kila nikipaza sauti, ya usikii kilio changu. Hivi mume wangu unashindwa kuny hivi we mtu kweli umtumbukizie anakupe mamilioni wala hana akili Hana akili. Mi pesa yangu naitaka. Naitaka pesa, nimeshindwa kupeleka ile rejesho na ninadaiwa, yaani nashindwa hata Yaani sasa sote nifanya hata mtaani nishindwa kupita mume wangu. Kwani nitakwenda dukani, nishindwa kwenda kwa sababu nadaiwa pesa kweli. Yaani sikilize mimi. Yaani hayo maneno yanakutoka maneno yote hayo kwa sababu ule mkeka mimi sijala. Ila siku na kula mkeka, najua umdani huu utanipokea kwa shangwe na vigelegele umdani. Jana Yaani baada ya kupoteza ile elfu thelathini mimi kuna elfu mia tano mi ilikuwa imebaki. Umeona? Hicho kimia tano changu nimetafuta zangu odds zangu hapa, kama odds zangu 320. Umeona? Nimeweka imechanaje moja ndio ukasema, ah, kumbe mwindi mimi wa kwangu huyu nampiga. Sasa katika hizo harakati, kuna kuna kuna group hapa hivi la WhatsApp. Umeona? Hilo linaitwa Sure Tips Odds. Nimeenda kuchunguza kweli, maana kunaingiwa kwa waongo waongo, wezi wezi. Nimewachunguza, nime nimekuja kuona, nimekutaa bwana au hakika, ila mikekayo inauzwa laki moja. Kwa hiyo mikekayo inauzwa laki moja, kwa hiyo unamaanisha nini? Kwamba we kama unaweza, umeona, nenda mama mtafuta, amini- unanaaminiana naye hapa mtaani, nikopee laki tununue, yaani mkeka na ununua na plesi mbele yako namtumia hela, sio kwa sababu mimi nafanya vitu vingine mbele yako. Na uplace huo mkeka umeona, na uplace huo mkeka elfu nane tu tuna stake milioni mbili watu napata hela. Um, I uhakika yani, hiyo si. Yes, nimetumia akili yangu hasa, mimi natumia watu wanaonunua. Ah, nakusikiliza. Lakini Kipipa, mbona unakuwa msumbufu? Unakuwa msumbufu? Hmm. Una nini msumbufu? Unajua ile chuko ingia kweli? Yaani mimi naona kana na na msumbufu. Afu bora utumie akili. Vitu vingine si vya kujiongeza tu. Lakini kipipa, ni bora tufanye kesho. Ah, bwana mimi kwa kesho mimi bwana mimi ah. Labda tukubaliane kitu kimoja. Unanisikiliza? Tukubaliane kitu kimoja. Hatuwezi kufanya mtoto akiwepo ndani ya milala. Hatuwezi kuwa huru. Ni bora kesho akitoka akienda shule ndio tunafanya. Ndio haya mambo niko nakataa mimi haya. Mtoto, mtoto mtoto kitu gani? Si mtu mzima, Kipipa, mimi sijakataa ombi lako. Nimekwambia sawa, lakini hatuwezi kufanya mtoto akiwepo ndani. Ni bora kesho akienda shule ndio tunafanya, ndio tutakuwa huru. Yaani mdogo wako akilala akilala fofofo, lazima niichape. ni Ni, nisikilize na unielewe, lazima ni, niichape. hatuwezi sio kufanya mtoto akiwepo ndani. Ni bora kesho akitoka akienda shule ndo tunakuwa huru, tukafanya mambo yetu kwa amani. basi kidogo tu basi. Mzee kichupa, si unajua kichupa kimejaa, alafu mimi kijana unajua ni nimekula sana nakula sana kalanga. naomba kesho tufanye. naomba tufanye kesho. Ndo tutakuwa huru akitoka akienda shule, maana tukifanya saa hizi mimi kwenye hili tendo nakuwa na kelele sana kastuka. Kwa hiyo mtoto anaweza akashtuka afu itakuwa aibu kwa mdogo wangu. Wewe umelogwa wewe, umelogwa na zabeti mzako, nifanyie huo mpango. nipate hiyo laki nipate laki tu, yaani hivyo jana ya nimkove 30, 30 imeenda nzima nzima Ujarudi hata na hamsini leo tena, unakujao si mke wangu, nenda si kwa jirani jirani Niko... mi nikakope laki moja? Nikakope mimi nikakope tena nijiongeze matatizo elfu thelathini nakaosha damu ya kwenye vikoba imeshindwa kupeleka io ni... unanipa matatizo mengine tena, mi nine nikakope nasi... mme wangu mme wangu, tutafikishana pabaya, tunakoelekea ni kubaya. Naomba unipe elfu thelathini ya watu nipeleke kwenye rejesho nitashindwa hata kupita sokoni, nitashindwa hata kwenda dukani, nadaiwa marejesho hatu, nidaiwa kila kona, na bado sasa hivi unantuma nende kwa jirani nikakope laki moja nikupe, unde kwa beti unakili? Wewe mwanume unajitambua? E, Una kuwa na huruma, nione huruma. Mimi nimekopa kila sehemu eh, kodi ya nyumba mimi unaenda kukopa kwenye vikoba alio, inatakiwa nirudishe marejesho, hiyo pesa naitoa wapi? Minataka pesa bwana, unashinda kbananautumii hutu, mbona nitumia hutu? Nimekusaidia pale, nimetoka nyumbani, nimekuleta tena hapa, tena hapa, tena unanikazia chumba kule, nime ah, see mtu usaidiwaje? Yaani so, Kido, kidogo tu kidogo tu. Hamna bwana Mr. Kipipa, nielewe basi. Ah, kwa hiyo kesho itakuwa uhakika, una- uniahidi, so unianze, unaanza kuleta uuni wako hapo. Nawajua nyinyi, mimi nawajua nyinyi <totokos> sawa.

Kwa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, nilipigana peke yangu nisije kupoteza. Broken love, moyo wangu umechoka. Naomba unisamehe sana mke wangu tu, nimetambua makosa yangu mke wangu, please, nakuomba unisamehe Esta, mke wangu nakupenda. Asa, unataka kwenda mbali na mimi mke wangu kweli? na unajua kabisa mimi bila wewe siwezi. Usifanye hivyo mke wangu, punguza hasira, naomba unisamee, sirudii tena mke wangu, na kuahidi sirudii tena nasijikufanya tena kitu cha namna hiyo, nakupenda Toni. Kwa hiyo unakosea makusudi, kwa sababu unajua ukiniomba, ukimiomba msamaha nitakusamee, si ndio? Hapana, mke wangu, sina maana hiyo. Niliteleza tu mke wangu, ni shetani alinipitia, asiona kuahidi siwezi kurudia tena. Mke wangu nakupenda sana, wewe iliamini mapenzi, nikakupa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, mipigana peke yangu, nisije kupoteza. Broken love, moyo wangu umechoka. Broken trust, sikutegemea haya, kila siku na pambana kutafuta. Sasa mtoto mzuri, vipi kuhusu jambo letu? Jeni, mdogo wako hayupo. Tufanye yetu basi. Kibiba. Sema kweli leo nimeingia kwenye siku zangu. Nimeingia kwenye siku zangu siku gani? Eh? Siku gani? Au ebare. Mimi najua unanizingua na unanikazia. Unanielewa? Najua sitaki, tutachanganya nitakuvuruga, umesikia? Sasa kipipa, mbona kama unashindwa kunielewa? Mbona kama uniamini? Sikuamini vipi? Wewe unaona kabisa kabisa, unaona wamenikataa sasa, wewe umeshindwa kuniamini? Ngoja nikakuonyesha. Penzi, nikakupa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, nilipigana peke yangu nisije kupoteza. Broken love, moyo wangu umechoka. Broken trust,

Kumbe, ah, kweli umechinja kuku, ila naisubili mpaka ikate niichape kisawasawa. Hivi mimi siju namkosi wewe. Na Bila, una bahati sana, yaani una bahati.

Shemeji. Shem. Ah. Karibu ah, matunda Shem. Ah. Hapana, shemeji yangu. Mimi niko sawa tu. Niendeleeni. Ah, she. Au unaniogopa mimi na ndoto zangu? Hapana, shemeji. Naanzaje kukuogopa kwa mfano? Ni vile tu mimi leo sijisikii kabisa kula matunda. Kwa niendeleni <laughs> ntaka nishangae kuwa na amani shemeji yangu, hapa ni nyumbani kwako. <laughs> Mm -hmm. Lakini shemu, sikumbuli tatizo. Ulipatwa na nini? Maana umemfanya mwenzako asilali anipigie simu usiku kucha. Au ulipatwa na tatizo? Kwa hiyo Hesta bado ana kinyongo na mimi, bado ananichukia. Alikuwa kuangalia mechi mwenzangu. Yani, wanaume hao wanaothamini na kuupa sana kipaumbele mpira kuliko hata ndoa zao. Kumbe kulikuwa na mechi, nilikuwa sijui walikuwa wanacheza timu gani na timu gani. She, tena inapoonekana hiyo mechi yenyewe ilikuwa ni finali.

Esiju nitakukuta, nataka nifike dukani mara moja nichukue vocha, alafu nageuka sasa hivi, Susan. Maana hivi na wangu ah, ndio wangu kondoka, eh. Hasa basi tuongozane pamoja kwa sababu mimi ninaelekea huko hivi. Lakini shemu, kama ni vocha tu, mke wako anaweza kukuletea. Ndio ananisindikiza, eh, akakuletea maana ndio ananisindikiza. Eh, ina shida, naomba tu, nitakuletea. Niliamini mapenzi nikakupa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, nilipigana peke yangu nisije kupoteza. Broken love, moyo wangu umechoka. Broken trust, sikutegemea haya, kila siku napambana kutafuta mwanga lakini mapenzi yetu yamevunjika. Kila nikipaza sauti, ausikii kilio changu. Unarudi usiku kuniacha kwenye giza. Najaribu kuimara, lakini naumia. Mapenzi yaliyovunjika yananitesa rohoni. Hasa na sinakuita, wewe mi najua u umeamka asubuhi, utakuwa umefanya kila kitu. Kumbu, umekaa hapo unapiga stori na rafiki yako, alafu hata chai hujapika. Kuna, ina maana mimi nikae na njaa mpaka sasa hivi kweli? Hivi nini maana ya kuwa na mke sasa? Bwana mchanganya wewe. Tony, hebu niache mimi nipumzike. Eh. Hivi ni majibu gani ya kunijibu haya? Hivi hujui kwamba mimi ni mme wako? Kwa hiyo ina maana unanijibu tu vile unavyotaka. Tony. Mimi kwa sasa natambua tupo hao kupa moyo wangu, lakini kila siku maumivu yanazidi sana. Nyuma ya tabasamu machozi yalijificha, nilipigana peke yangu nisije kupoteza. Broken Love, moyo wangu umechoka. Trust, sikutegemea haya. Kila siku na pambana kutafuta mwanga, lakini mapenzi yetu yamevunjika Nikipaza sauti hausiki, kilio changu unarudi. Usiku kuniacha kwenye giza, najaribu kuwa imara, lakini naumia umia mapenzi.